Na sasa ni katika masuala ya ubadhilifu. Mkuu wa wilaya ya Musoma mkani Mara Zerote Steven ameagiza kusimamishwa kazi na kuchukuliwa hatua kali afisa mtendaji wa kata ya Mashikamano na Nyika Chaki kwa tuhuma za kujimilikisha fedha za serikali. Mkuu huyo wa wilaya amesema Chaki ametumia mamlaka aliyonayo kujimilikisha fedha za serikali shilingi milioni kumi ambazo zilitolewa kwa ajili ya kujenga ofisi mpya ya kata ya Mshikamano mwaka uliopita na kuzihamishia katika akaunti yake kinyume cha sheria. Taarifa zaidi na Diki Hunga. Nimeshatoa maagizo mkurugenzi halmashauri ya manispaa asimamishe kazi. Ni wimbi la kutumbua majipu katika nafasi mbalimbali za kiutendaji linaloendelea nchini kote limeanza kuonekana mwiba kwa watumishi wa umma kufuatia mkuu wa wilaya Musoma Zerot Steven kumsimamisha kazi afisa mtendaji wa kata ya Mshikamano iliyopo katika manispaa ya mji wa Musoma mkoani Mara. Akizungumza na waandishi wa habari wakati akifanya ukaguzi katika shule za msingi mjini humo, mkuu huyo wa wilaya ameliagiza jeshi la polisi kufanya haraka kulishughulikia tatizo la mtendaji huyo wa kata. Ufuatiliaji wa awali unaonyesha ni kweli kwamba pesa hizo alizipeleka kwenye akaunti yake, na hii inaonyesha kabisa kwamba huyo afisa mtendaji si mwadilifu si mwaminifu. Aidha, mkuu huyo pia amebainisha kuwa kuna baadhi ya watendaji wa, wa serikali ambao si waadilifu, lakini pia inaonekana kwamba kuna ufujaji na matumizi mabaya fedha zinazopelekwa kwenye kata. Kufuatia hilo, imetaka hatua madhubuti zichukuliwe kuhakikisha kwamba watendaji wote wa ngazi na a kata wanafanya kazi zao kwa uadilifu na kwa uaminifu na kuwatumikia wananchi ipasavyo. Hawali wafanya biashara wa soko la Nyakato walimweleza mkuu huyo wa wilaya kuwa anatakiwa kutumbua majipu katika kata yao kutokana na kuwepo kwa ufujaji wa fedha katika soko lao. Kwa kuwa sisi wafanyabiashara tulio huku na wananchi kwa, kwa, kwa ujumla wa tuna hizo kero, hizo kero zetu ni majipu yako huko yanahitaji kutumbuliwa. Kwa liukaji, <totikana> na kama wewe mkubwa umefika unaweza ukatusaidia hilo. Afisa mtendaji wa kata ya Mshikamano iliyopo katika manispaa mji wa Musoma amekuwa wa kwanza kusimamishwa kazi na kuchukuliwa hatua kwa kile kinachodaiwa kufanya matumizi mabaya ya fedha za umma huku akiwa mtumishi. Nikiripoti kiripoti kutoka hapa Musoma mkoani Mara Diki Unga.